Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vikosi maalumu vya askari wa uhifadhi wa Shirika la Hifadhi za Taifa TANAPA mkoani Morogoro, wamefanikiwa kuwakamata watu kumi kwa tuhuma za kujihusisha na uwindaji haramu wa wanyamapori waliohifadhiwa kwenye hifadhi za taifa. Akizungumza na wanahabari Machi ishirini elfu mbili na ishirini na tano kamanda wa polisi mkoani humo Kamishna Msaidizi Mwandamizi Alex Mkama amesema watu hao wamekamatwa kufuatia msako maalum uliofanyika kuanzia Machi kumi na nne elfu mbili na ishirini na tano. Hao wamekamatwa katika msako mkali uliofanyika uh, Machi 14 mpaka sasa bado unaendelea dhidi ya ujangili ambapo ulijumuisha vikosi maalum kutoka Jeshi la Polisi, TAWA na TANAPA, ambapo jumla ya silaha tatu zilikamatwa hizi silaha za ambazo Tusema silaha za moto tatu zilikamatwa wakiwa wanatumia katika uwindaji haramu uh, wa wanyama waliozuiliwa kwenye hifadhi za taifa. Silaha zilizokamatwa ni shotgun mbili na gobole moja linalotumia risasi za shotgun. Uh, pia zimekamatwa risasi ishirini na mbili uh, vichwa sita vya risasi za kienyeji, maganda tisa ya shotgun, vifaa vya kutengenezea risasi mia moja na thelathini na tisa na baruti kopo mbili ndogo pia vimekamatwa vichwa viwili vya mnyama anaitwa sia au common dwika miiba mia moja ishirini na nane ya mnyama nungunungu upinde mmoja mishale minne na vichwa vya mishale kumi na tano. Waliokamatwa kama nilivyosema wako kumi: ni Safari Pasco Tamba miaka ishirini na tatu, ili mkulima mkazi wa Tanga. Jacobo Amori Chigange miaka hamsini, mkulima mkazi wa Melela, lakini amekamatwa. Mathias Joni Ndalu miaka ishirini, mkulima mkazi wa Melela amekamatwa Hussein Rashid miaka sitini na sita mkulima mkazi wa Melela. Amekamatwa pia Athmani Robert Matonya miaka arobaini na nane, mkulima na mkazi wa Vianzi, Mlandizi. Amekamatwa Ismaili Omari Mahior, Mahioro miaka sabini na tano mkulima mkazi wa Tandika Dar es Salaam. Wengine ni Shabani Mohamed Kalesela miaka hamsini huyu mkazi wa Mkundi, Bakari Haruna Nzire miaka hamsini na tatu, Abdukarim Ibrahim Mashaka miaka hamsini na tano, mkazi wa Kilombero na Nestory Gabriel, Mkami miaka hamsini na nane mkulima na mkazi wa Melela Mlandizi. Jeshi la polisi linawashukuru wananchi wote kwa ushirikiano mkubwa wa kutoa taarifa na kufanikiwa kwa kamata watuhumiwa wa matukio yote. Ushirikiano huu uendelee kwa mstakabali wa jamii yetu na taifa kwa ujumla. Kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.